Kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kimefanikiwa kuokoa watu wawili waliokuwa wamezama baharini katika kisiwa cha Tele kubwa. Tukio hilo limetokea majira ya saa 12 jioni, chombo cha uvuvi hao kilipozama wakati walipokuwa katika harakati za uvuvi. Akizungumza juu ya tukio hilo, mkuu wa maokozi baharini kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi mrakibu Muhamed Idarusi Muhamedi amesema amefika katika eneo la tukio baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuokoa okoa watu hao. Mnamo majira saa kumi na mbili na dakika hamsini, nilipokea taarifa kutoka kwa wavuvi ya kwamba kuna boti ya wavuvi imezama katika kisiwa cha Tele, hivyo tulifanya jitihada muda huo huo wa kuelekea eneo la tukio. Bahati nzuri, tulipofika tumewakuta wale ma nani wavuvi bado wanaelea pamoja na chombo chao tukafanya wa msaada wa kuokoa wao na chombo chao. saa mbili na nusu usiku ndio tumeweza kuwafikisha hapa kituoni. Na wito wangu kwa, kwa hawa wavuvi wote wanaotumia bahari kwa shughuli mbalimbali wawe na vitu vya mawasiliano au vyombo vya, vya mawasiliano ili inapotokeza tatizo lolote wawahi kutoa taarifa sehemu husika, pige simu hapa moja moja nne Iko free. A, wavuvi hao wameshukuru serikali na kikosi cha zimamoto kwa kuwekea kituo cha zimamoto baharini maeneo ya Buyu. Nkitoka kwenda baharini kuvua mapanda saa kumi na moja tukazama, baadhi ya mabaharia wengine wakaogelea wakafika juu. Walipofika juu, wakaomba msaada kwa kikosi cha zimamoto kilichokuwa hapa bandarini. Wabado kaja kuokoa kama saa mbili za usiku. Kwa hiyo tunawashukuru kikosi hichi cha zimamoto pamoja na, na serikali, na tunaomba vile vile waweze kutuongezea zaidi misaada au misaada ya kutuokoa katika kituo chetu hiki cha hapa bandarini. Watu walikutwa na shida, walipata matatizo baharini ya kuzama, wawili wakagolea mpaka wakafika juu wakajafaya hapa zimamoto wakaomba msaada wakaenda kuokolewa. Tunashukuru kikosi cha zimamoto pamoja na serikali yetu kwa kutuletea msaada wao na wananchi wetu wakaenda kuokolewa wakarudi juu. Ni kiripoti lafati Muhammad.